Wazuri, leo ni siku nyingine, siku ya Jumapili. Karibu kutazama Chaguo Online TV life style, ndio kipindi ambacho kila Jumatano na, na kila Jumapili, mara mbili kwa wiki utakutazama na kupata dondoo mbalimbali za maisha. Jina langu naitwa Salma Mata. Sitaendelea kubaki kusalia hapo bila ya Chaguo Online TV. Leo naomba nifahamishe huyu ambaye unamtazama kama hupo katika uhusiano, mwanamke ama mwanaume, msichana ama mvulana, binti ama kijana wa kiume, naomba nikufahamisha hili. Tumekariri wengi, tunaamini kwamba kutumia message asubuhi, mchana, jioni, kama dozi ya malaria ama UTI, kama vile ndo mahaba ndo napendwa. Usipopigiwa simu mara moja, mara mbili, mara tatu, unaona unaanza kuhisi kuna tofauti, naomba nikutoe shaka hilo lakini pia nikukumbushe, pengine unapofishana na mwenza wako, kuna changamoto kidogo imetokea na ugomvi una wewe, unapiga simu, unapiga mpaka mtu anakaraisha. Nikwambie kitu, my dear, unapo inapotokea misunderstanding kati ya wewe na mwenza wako ama na mpenzi wako, mpe muda. Yani kule kukaa hata siku nzima, imetokea hujampigia naye hajakupigia, pengine wewe umemkera au pengine yeye anapokea, wewe inampa muda, anapata muda wa kutafakari kakadaa. Yani kule kukaa kimya tu inaweza ikaimarisha mapenzi yako ama ikaboresha. Inaimarisha vipi ama inaboresha vipi? Kwa sababu sio kawaida kukaa siku nzima kujampigia hajakupigia, kujamtumia ujumbe hajamtumia ujumbe, kwao kile kimya kwanza akaanza kupumsi kuliko kuendelea kumpigia simu mara simu mara nyingi zaidi meseji nyingi zaidi zinamkera na kumboa. Kwa hivyo mnapogombana na mwenza wenu, ukiona amekaa kimya, mpe muda. Kimya hiki nachokizungumzia sio kimya ya wiki mbili tatu, aha. kama vile umeona kimya siku nzima, siku ya pili itamsababisha tu, kwamba jaribu kwanzia panakuzungumza. Jaribu kwamba siku moja ama siku mbili, kama kweli anakupenda hawezi kukaa zaidi ya siku mbili, kwamba inampa mtu kutafakari kwamba siku nzima sijamtafuta, unampa, anabaki mwenyewe, haoni meseji yako, haoni simu yako. Inampa muda zaidi wa kutafakari, namna gani unampenda, kukosiana kuko, umuhimu wako kwake, atafakari pia umuhimu wako kwake namna gani wa thamani na bora. Akishavikumbuka hivyo, baada ya kutathmini na kutafakari kwa muda mrefu atapata jibu, na akishagundua thamani yako, hata kutafuta kwa kupigia simu ama kutumia ujumbe. Epuka kumpigia mara nyingi zaidi ama kumpigia SMS nyingi zaidi. Inakera na inatupelekea aone kama vile wetinasu watamani sana ana na mtafuki. Cha mwisho kabisa ni kusisitiza, kama kitu ni cha kwako ni cha kwako, hautatumia nguvu nyingi sana wala gharama kubwa kukifanya kibaki wa kwako, kwa sababu ciako safau vizuri. Pia unatazama Chaguo Online TV, asante kwa kumtazama, endelea kusubscribe.